Okay, kama ni mara yako ya kwanza usisahau kusubscribe ili wa kwanza. Ninaandika haya leo nikiwa mtu mzima, lakini moyo wangu bado hutetemeka kila ninapokumbuka. Kuna mambo ambayo mtu akiyaona hawezi tena kuishi kama alivyoishi awali. Mimi ni mmoja wao, naitwa Juma sijijiti mwema wala mwenye hekima nyingi, lakini nilikuwa shahidi wa jambo ambalo lilinifundisha kuwa uovu hauji kila mara kwa mapembe. Wakati mwingine huja na Biblia mkononi. Nilikuwa mlinzi wa kanisa kijijini Lusanga. Kanisa letu lilikuwa dogo, la udongo lenye viti vya mbao na paa lililovuja, lakini lilikuwa safi moyoni. Tulikuwa maskini, lakini tuliamini. Tulilia, tuliomba na tulitarajia Mungu atatusikia. Hatukujua kuwa siku moja imani yetu ingegeuzwa kuwa mtego. Alikuja siku ya Jumapili. Nakumbuka vizuri sana, anga lilikuwa kimya isivyo kawaida, hata ndege hawakuwa wakipiga kelele. Mtu huyo alifika akiwa amevaa suti nyeupe, viatu vyeusi vinavyong'aa, na Biblia iliyokuwa mpya kuliko hata matumaini yetu. Alijiita Mchungaji Elia Mwanga. Aliposimama madhabahuni, hakupaza sauti, aliongea taratibu, lakini kila neno lilikuwa nzito. Alisema anajua majina yetu, alisema anajua mateso yetu, na cha kushangaza, alitamka mambo ambayo hakuna mtu aliyewahi kuyaambia. Watu wakaanza kulia, wengine wakaanguka chini. Mimi nilisimama nyuma nikiangalia uso wake. Hapo ndipo nilipoona jambo la kwanza lililonishtua: hakutazama mbinguni hata mara moja, alitazama watu kana kwamba anawahesabu. Kuanzia siku ile kanisa letu lilibadilika. Watu walitoka vijiji vya mbali kuja kusali. Walidai aliponya wagonjwa, alifufua biashara zilizokufa, alifunua siri. Lakini usiku, usiku ulikuwa wake peke yake. Nilikuwa mlinzi, hivyo nilikaa hapo. Usiku wa manane niliwahi kusikia mlango wa chumba cha nyuma ukifungwa kwa nguvu, kisha sauti zikaanza. Hazikuwa sala, hazikuwa nyimbo zilikuwa ni sauti nzito zilizokatika kama mtu anayezungumza na kitu kisicho cha hapa duniani. Niliposogea, hewa ilibadilika, ikawa nzito, baridi, kana kwamba inanibana kifua. Ndipo nikasikia akisema, bado hawajatoa vya kutosha, lakini watanipa. Nilirudi nyuma, miguu ilinidhoofika. Nilijua wazi nilikuwa nimesikia kitu ambacho sikupaswa kusikia. Siku zilizofuata mahubiri yakabadilika. Haikuwa tena Mungu ni upendo, ilikuwa usipotii, baraka zitakukwepa. Sadaka zikawa maagizo, kila mtu akapewa kiwango. Aliyetoa kidogo aliitwa asiye na imani, aliyetoa zaidi alisifiwa hadharani. Nilimwona mama yangu akitoa pesa aliyokuwa amehifadhi kwa matibabu Nilimuona mjane mmoja akivua hereni zake na kuziweka madhabahuni huku akitetemeka. Na cha kushangaza zaidi, baada ya kutoa walitabasamu kama watu waliokombolewa, lakini macho yao yalikuwa matupu. Ndipo alipojitokeza Neema, msichana mdogo yatima, mnyenyekevu. Alikuwa akisafisha kanisa, kusaidia kila mtu. Usiku mmoja alinifuata, macho yake yakiwa mekundu, akasema kwa sauti ya chini, kaka Juma, huyo si mchungaji. Nilitaka kumkemea lakini, alipoanza kueleza, damu ilinipanda kichwani. Alisema alimwona mchungaji akibadilika uso wakati wa maombi. Alisema aliona kivuli kikitoka nyuma ya madhabahu, na siku ile ile alimwona akiangusha pete yake ya fedha. Pete ile ilipofunguka ndani kulikuwa na nywele za binadamu na unga mweusi. Nilikaa kimya muda mrefu. Nilitaka kusema anadanganya, lakini moyo wangu ulikubali kile ambacho akili yangu ilikuwa inapinga. Kuanzia hapo, mateso yakaanza. Watu waliotaka kuondoka kanisani walipatwa na ajali, waliohoji waliumwa ghafla, na kila tukio mchungaji alikuwepo kusema Mungu amenionyesha lakini nilianza kuona hofu machoni mwa watu. Walikuwa hawamwamini tena Mungu, walimwogopa mchungaji. Neema alianza kuona maono kila usiku, alilia akasema watu walikuwa wakifungwa minyororo ya giza bila kujua. Tulijua ukweli, lakini hatukuwa na sauti. Siku ya mwisho mchungaji alitushtaki hadharani, alisema mimi nina roho ya uasi. Akasema Neema ni mchawi. Umati ukageuka kuwa hasira. Niliona mawe mikononi mwa watu niliowahi kuwalinda. Nilijua tumekaribia kufa, lakini ndipo kitu kilitokea ambacho sitaweza kusahau kamwe. Ngurumo ilipiga, kanisa likatetemeka, mwanga ukazimika. Mchungaji akaanguka chini akipiga kelele zisizo za kibinadamu. Pete ikapasuka, moshi mweusi ukatoka, na watu wakapiga magoti, sio kwa hofu, bali kwa ukweli waliouona. Asubuhi yake hakuwapo. Leo nasimulia haya kwa sababu nataka ujue, sio kila unachokiona madhabahuni ni cha Mungu, na sio kila sauti inayosema Bwana asema inatoka mbinguni. Mimi niliona, nilinusurika, na nikaamua kuonya wengine. Subscribe kwa stori nyingi za matukio mbalimbali mbali.